Hello my good people, mambo vipi mpopo? Nawapenda sana jamani, asanteni kwa kuendelea kusubscribe, kushare, kucomment, kulike. This is Kadala. Welcome back to, to our YouTube channel. And tulikuwa tumewafungia hawa jamaa kwa muda wa wiki mbili, walikuwa wanapata, walikuwa wanapata dozi, dozi ya minyoo. Alafu baadaye tukaja tukawapa, tukawapa trimmer farm kwa ajili ya matumbo tumbo, nini. Unajua wanavyoshinda nje hivi kwenye ubichi ubichi, humo wanakula wadudu wanakula uchafu unaona kwa hiyo yu, wengine wamekimbilia huko. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana, ni rahisi sana kwao kupatapata magonjwa. Kwa hiyo sasa ndo tumewatoa sasa hivi, ngoja tuwatoe nje tu kidogo, wapungepunge ka upepo. Ndo vurugu zao. Ndio unaona hapo pana pana mgomba hapo, na ulishachipua. Yani sasa ndo wameushambulia tena, wote umerudi tena Yani ukiwatoa tu nje huku shida ndo hiyo, yani ni vurugu vurugu. Mechi hapa ndo wameamua kufikia hapa kwa sababu pana ubichi mkubwa, tume, tumemwagilia muda mrefu na migomba ilishachomoa. Unaona hii migomba hii inachomoa hii, manake walikula yote, sasa inachomoa. Wanachofanya wanaila yote. Sasa kesho tena nikiwatoa nje, sijui itakuwaje, sijui kama patapona. Kwa hiyo ubichi, ubichi huu unawasaidia kwa sababu Vitamini vitamini fulani flani unu, kwenye udongo, e, asante jamani, ulipandishia na mparachichi um, unaona, ukiweka hivi maji ndo wanapenda sasa. Ndo wanapenda sasa, na wanavyopenda hivi wanachimba chimba hapo, unaona migomba yangu inachipua hii. <laughs> migomba yangu inachipua vizuri. Mbona hii mbona hapa ukati, ndugu yangu hii si tunabidi tuitoe hii Naona migomba yangu pilipili zangu zinachipua. Sasa wametoka tena nje hawa. Mimi situmi booster. Na nimeshaongea sana kwenye video zangu nyingi. Angalia tu kwenye hizo video utaona. Mimi situmi booster ya aina yoyote ile. Ili kundi la kwanza lingine lipo kule kwenye kwenye mpara, m, m, mkorosho ule kule, so sitaki kutembea tembea, nimechoka. Kwa hiyo situmii booster yoyote. Jamani, nyie mnaopenda kutumia booster ni uamuzi wenu, but mimi situmii booster ya aina yoyote ile kwa kweli mm-hmm. Kwa hiyo wako very happy. Hiyo ndo furaha yao. Wakikaa ndani huko, ananung'unika nung'unika tu hapo katikati hapo. Yaani migomba ilichipua vizuri kabisa, wameishambulia yote. <laughs> Ona walivyokaa hapo katikati, hawana adabu hawa. <laughs> nantibulia mi vumbi mimi. Haya, wako vizuri jamani, tunaendelea vyema.